unlimwangu nalo gazeti mwananchi lenye w habari iliyopewa kipaumbele ni, ni bomoabomoa makazi duni kutikisa mikoa 24 undani wa taarifa hii ni katika ukurasa upili wa gazeti hili 111 idadi ya maeneo yatakayoguswa na bomoabomoa katika mikoa 24 nchini habari picha inaonyesha maeneo mbalimbali ikiwemo msasani da maanga mbea baadhi ya nyumba zilizopo eneo la Makangira kata ya Msasani, Dar es Salaam. Eneo hilo ni miongoni mwa maeneo 111 katika mikoa 24 yenye makazi duni yanayotarajiwa kuvunjwa na kuboreshwa kupitia upangaji upya wa miji. Picha ndogo ni eneo la Maanga jijini Mbeya, ambalo nalo nyumba zake zitavunjwa. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili. Dr Slaa fumua mapya kina Mdee Chadema, habari ma kwenye ukurasa wa nne Dar es Salaam, siku moja baada ya chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA kumsamehe kada wake wa zamani Dr. Wilbrod Slaa na kupokewa tena kwenye chama hicho, hoja mpya kuhusu mustakabali wa wabunge 19 waliofukuzwa ndani ya chama hicho imeanza kugonga vichwa habari katika ukurasa wa nne. Lakini pia gazeti hili imeandika vikwazo kwa wanawake kuwa mabaharia nchini, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 12 wa gazeti hili. Gazeti hili imeandika Tanzania Kenya si maadui wala washindani kiuchumi. Habari katika ukurasa wa tano wa gazeti hili. Lakini pia gazeti Mwananchi limeandika huyu ndiye ana bwana bosi mpya watoweza. Habari imeandikwa kwenye ukurasa